Cha tiga na Lukinja, Lukinja Chemalone no. Fondo ni mmoja ya wachezaji ambao hapo kwenye orodha ya wachezaji wanaondoka na kikosi cha Simba. Kama yuko fiti kwa asilimia mia moja, anaenda kuongeza kitu ndani ya Simba ambacho hatukukiona kwenye mechi ambazo hakucheza. Ya, japo hiyo kuwa safarini haimgaranti moja kwa moja kuingia mchezoni, kwa sababu kule Egypt, wakati wa kwenda kucheza na El Masri, alikuwa safarini, alienda, yes, lakini hakutumikishwa katika beki wa Simba, masenta beki. Ukimtaja Shemaron Fondo, Fondo ni bora sana kuliko wenzake wawili waliopo. Kuna mchezaji mzawa, chipukizi, ndo anajipambanua, lakini Fondo ni mtu, yaani ni beki bora zaidi ya wale wawili wanaoanza. Kwa hiyo kama itakuwa na utimamu mwili na utimamu wa kiakili kwa maana saikolojia yake kuelekea kwenye mchezo anaweza kuorodheshwa. Cha msingi cha kukumbusha hatua tulionayo hii ni nusu fainali ya pili inahitaji sana mchezaji ambaye hana injury. Yes, ili aweze kutoa asilimia mia moja alionayo akilini mwake. Na Manula taarifa zake mnazo kiungo? Au ndio yale. Ameachwa tena. Au hayuko sawa, hayuko fit. Inawezekana. Mm, mwenye taarifa za La, mi taarifa nazo hajaenda, yuko fiti, haruhusiwi kupanda ndege. Kuna vitu vingine tusianze <laughs> tusianze kuvificha ficha. Haruhusiwi kupanda ndege ngomani. Ana matatizo ambayo akipanda ndege inakuwa shida. Oh, na yamempata hivi karibuni, kwa hiyo okay. Unamwona anakuwa na Simba anapocheza ligi za mashindano ya ndani, lakini nje haonekani kwenye pichi anakuwa benchi, anakuwa benchi yeah. <laughs> si angalau <laughs> hata pale anakuwa yuko benchi sasa. Huku ndege nadhani ndio hiyo anaosema maziko changamoto ndege. Mimi labda ni nizungumzie ni mchezaji ambaye ana mwezi mzima nadhani hajapata match fitness mchezaji, uh, kama Chefondo hondomao, mm. uh, kinadharia unaweza kusema ni mmoja kati ya wachezaji ambao anatakiwa kuwepo kwenye kikosi. Mm. Lakini lack of fitness ni ipi? Inawezekana mchezaji akawa iko fit yani kwa kupona majeraha, kapona majeraha. Sasa utasema huyu He, iko sawa. Yiko sawa. Lakini kuna tamaduni ambazo sisi tumezikosa yani, kama vilabu kama vilabu vya nchi kwa, kwa nini nasema tumekosa? Kwa sababu hatuna utaratibu huo, uh, kwenye football ambayo iko kwenye professionalism. Ukicheza mechi leo sio. Ya, siku ya pili yake kuna kuna wachezaji ambao hawapata nafasi ya kucheza, wanatakiwa wapate fit, match fitness wacheze mechi, sio mazoezi kwa leo mm -hmm. Sio mazoezi. Tumecheza mechi ya ligi leo. Sio kitu. Unawahi kuona uh, watu wanamaliza mechi afu wengine wanakimbia ambao hujacheza? Yeah, nimeona. Hata Simba wana tabia hiyo yeah, ya Africa na vitu vingine pia. Naona vile vingine. Lakini kuna issue ya mechi kama mechi. Huyu mchezaji akipata eh, match fitness anakuwa rahisi kukusaidia katika mchezo unaofuata kama kutakuwa kuna upungufu kwenye kikosi ambacho kimeanza katika mechi iliyopita. Kwa hiyo sisi tumekosa utaratibu wakuwa na wachezaji wa namna ile, yani wanakuwa na programu za namna ile kwamba mechi imekwisha leo, wewe umecheza mechi ya ligi leo na Fountain Gate, kesho yake wachezaji wote ambao hawajacheza wanawatafutia mechi nyingine. Mm. Na lakini, hiyo mechi inaweza kuwa ni in house behind the closed doors, yani sio kwamba wanapaliwa wacheze, wanacheza milango imefungwa, lakini na kweli mechi ina waamuzi fitness mmm, sasa unajiuliza swali mmm, hili limefanyika ama limepatikana kwa hao sasa, kama kwa mechi fundo balona okay, kwa sababu unaweza kumuingiza moja kwa moja kwenye mechi kubwa ya kimashindano kama ile, anaweza kacheza, mmm, au unakuwa tunawaza bwana dati ile ile imepungua eh, Galiumia na Chama Karabo, ina maana jifundo kapona kabisa, matokeo yake. Unajua wachezaji wengi, unakumbuka issue ya Halid au issue juzi juzi, yes, mimi niliona kama pia Halid alikuwa ame amewaishwa sana Matokeo yake yanakuwa gani yale, kwamba hakuna haja kumbe, hii mechi ya Chemaloni, kulazimika kucheza, kama binafsi ukiniuliza, sijui unless kwa kuna preparation ambayo ni tofauti kabisa mm. lakini preparation ipi ni match fitness mm. sijui kama nimeeleweka hapo, ndio unaweza kwa bae, he's fit. Huyo alikuwa na injury. Lakini hata akikosekana pia si no problem kwa Simba. Au kuna pungufu? hapana, shughuli ipo kwa sababu wanapata matokeo ya kiwanja. Yes. mm. Upungufu, upungufu upo ila kwa asilimia chache, okay. Ndio maana unakuwa unafichwa na matokeo ya ujumla hususan mm. mm. Yes. mm. kwenye maamuzi ya last defender. Unajua juzi nimeshangaa dunia nzima inazungumza karabou ni mzito sasa, yani hata mm. mtu ambaye hana ufahamu mkubwa mchezo wa mpira wa miguu anamwangalia defender yule anasema ni mm. yes. wanasema no. oh. yes. wa mm. ni mbona mzito mzito yule. Wanaanza kufanisha na mabeki wa zamani waliofika kwenye ardhi yetu kutoka nje, lakini wakawa wazito kinoma. Uh, uzito unaweza ukawa aina mbili mm -hmm. kwenye maamuzi E, au kwenye e, mwili wake. Kwa maana kwenye mwili wake kuna kitu tunaita agility, mazoezi ya kufanya mwili uwe mwepesi. mm -hmm. tunaposema huyu ana uzito e, wa kiakili kwenye kuwafanya maamuzi ya tendo gani kwa wakati huu, ndio maana unaweza kukuta kama anataka kupiga yes, anakuwa si bora sana na mm -hmm. tackling uh, katika principle tackling pia unaweza kufanya katika pande mbili, masalan umepiga upande wa kushoto mwili ume, umeulaza wote chini, alafu mtu kakukomba anataka kupita upande wa kulia, unawezaje kuzunguka kuja kucheza upande wa huko? Ndio hapo unaposema bwana huyu beki yuko eh, ma midfielder, tunatumia zaidi neno flexible eh, flexibility yake kubwa, unyumbufu wake, kama anakwenda huko anatoka huko. Lakini kwenye beki pale ni mara nyingi panahitaji sana uwe na hiyo na, na, na agility kwa maana uwepesi. Sasa kama ufanyia matendo kwa ufasaha, ndio wanatoa wanakrem kwamba wewe ni msito hasa kwenye jumping kwa maana umeruka mara ya kwanza, mpira wa kichwa umeruka mara ya pili, uh, baada ya mara ya tatu nini unakifanya? Unaweza kaenda hewani kwa kuchelewa, ukawa off timing, unaweza kuwini mpira, tunasema huyu ni ni mzito mm. afu mbe uzito kwenye kwenye football inawezekana hata ukawa hauna mwili yani, kwamba sio mwili mkubwa, lakini unaweza kuwa ukawa mwembamba, mm. lakini ukawa pia mzito. Eh, mzito hasa kwenye maamuzi mm. kwani, yeah. Virgil van Dijk si mrefu na mkubwa, yule ni mzito, mkongwe kama tunatazama uzito wa mchezaji ni mwili, sio tena yeye eh, uzungumzie watu wawili, yeye eh, wote yeye yeah, na at least yeye eh, na yule mwenzake Konate Konate, yes. yes. uh, yes. uh, Konate is muscular lakini ana ana pace pace uh, hana uh, mm. sio isipokuwa umesikia tofauti ya, ya ya, ya uzito katika maamuzi mm. kwa kutenda kitu lakini pia mm. uzito kwenye kute kufanya sasa, ile tukio lenyewe, kuna mwingine anakuwa ni mzito kwenye kwenye akili, basi ni break hivyo, vejo anafanya vyote hizi leader, sio lakini kinakosekana kitu kim anakutana na strikers ambao wana pace. mm. sasa shida, sio mm. so, eyaya mm. ya, ya chamu, ya, ya chamu. Mm. lakini vipi majukumu yake kwenye ulinzi? mm. anafanya block nyingi tu sio? Uh, commitment 100%. Tumeelewa? Kwa hiyo hicho anachokizungumza kingine ni baada ya kusabia mwili wake. Unaonekana ni, ni muscular. Kwa hiyo central defenders wengi ambao wana mili hiyo ya hivyo, tunasema hao ni muscular kwamba pesi zao zinakuwa ndio kukutana na kulingana na wale strikers na kasi zao. Kwa hiyo hatuwezi kuwafananisha wote wakawa wakawa sawa sawa. Na Mungu hujali vitu vyote. Na, na, na kuna wakati mwingine inawezekana mchezaji anaweza kawa na maamuzi sahihi mm, ila akachelewa kuyafanya hayo maamuzi, inatokea ndio uzito sasa wa maamuzi, huo uzito wa maamuzi. Mm. Lakini kwenye matukio ya mchezo mm, si mzito anaonekana, lakini je, kwenye matukio ya mchezo anakuwa vipi mm, anafika kwa wakati. Yes, na anafanya anafanya mm, blocks. Kwa issue inakuja nyingine mm, kwani kazi ya defender ni nini kuzuia, yes. Hmm. Mkongwe wa walimu wa zamani akina Mzee Paul West Bivar hmm. Nimefundishwa pia na Zakaria Kinanda Mkombaeka hmm. Wanatumia neno kujihami, yeah. E, hmm. wakati wa kujihami, wakati wa kujihami, yes. Wakati gani? kudaka ndio maana ukiacha hivi vitu vingine kwenye taaluma ya ya, ya, ya mchezo wenyewe wa soka. Kwa mfano, kila nchi ama kila maeneo yana falsafa yake kuhusiana na wachezaji wanaocheza ndani mm ukiwa na falsafa ukipata elimu ya falsafa ya soka la Wadachi kwa mfano au kina falsafa za kina Rinus Michels kina Yohan Cruyff, wao watakuambia golkipa kwenye pasenti hizo mia 60% yeah. Wanakwambia huyu ni coach. Coach. Mm. Goalkeeper is a coach yeah. Fete anazuia ndo anadaka, sasa sa, wewe jiulize swali, fete alafu kumi hizo zimeachwa hivo hivo, mm. Kwa nini ni ni coach? Och, hujakaba organizer. Kujua nye, kujua nye. Sasa wanapokuja kwenye baadhi ya matukio, unasema kama kuna matukio goalkeeper akawa goalkeeper bora wa msimu. Ana clean sheet. Mwingine anaweza akasema kabisa, ah, sasa wewe na clean sheet wakati aje shambuliwa nimekuaje kuaje hiyo so, unakaa kwenye kitu kinaitwa organization who was organizing the defense. Sasa kama hili tunajenga jambo la haraka, who is organize the defense is him, uyeka geuka Hapana, usigeuke okay ndani. Geuke okay pembeni. Rudi nyuma. Ujekaa vizuri. Ile. Hapa kapaka watu wale wana opponent hapigi mpira. Mm. So he's organizing the team. Anapata clean sheet. Kwa sababu yule goalkeeper ana clean sheet ngapi msimu huu? Hizo. Kwa hiyo namba zinakuonesha. Mmoja kati ya kazi kubwa kwa wake ni to organize the defense. To organize ile kwa sababu yeye ndo anaiangalia timu nzima. Akitoka yeye nani anakuja? Hao central defenders. Ndio. Eh. Mm. Nilikuwa <laughs> <laughs> na fikiri gani nimeona takwimu ambazo zimetolewa na jarida moja ya mitandaoni la Africa Zone likimtaja Fabrice Ngoma ndiye mchezaji anayeongoza kwa kupiga pasi nyingi sana kwenye michuano ya kombe la shirikisho hadi sasa katika timu zote zinazoshiriki sasa. Lakini kwa macho ya nyama, huenda usikione kile na msaada wa Ngoma moja kwa moja ticha tiga na kuna muda unaweza kufikiria labda kwa sababu ni kiongozi material ndo anapewa nafasi ya kucheza ndani ya Simba. Lishikilie swali lako. Limeleweka vizuri, limenyooka, lina changamoto ile. Limenyooka na kocha Sige na ajiandae vizuri kutupa mambo. Sawa. Eh, unajua kuna wakati mwingine kitu unaweza ukakileta afu kiangalia katikati kidogo kama tutakosa uondo. E, bwana. Ajiandae kuwapa mambo. <laughs> Akumpa tunu mambo. E, no, no, no, sio mimi, kwani mimi hapa nafanya peke yangu? Kwa jambo na uharigani, mtazamaji wa West TV unayetufuatilia popote pale ulipo na siku nyingine ni ukaribishe baada ya kujuzana kile kinachoendelea ndani ya kikosi chetu cha Simba Sports Club. Na alfajili ya kuamkia leo, kikosi cha Simba kimesafiri kuelekea kule nchini Afrika Kusini, ambako huko watakuwa na mchezo wa mzunguko wa pili nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na mchezo huo utakuwa ni dhidi ya kikosi cha Stellenbosch. Simba inakwenda Afrika Kusini ikiwa na kumbukumbu ya kuongoza kwa goli moja kwa sifuri goli pekee lililofungwa na Jean Sharehe wa akipiga faulo ndani, lakini pia kumbukumbu -kumbu nyingine ambayo ni kubwa ambayo haiwatoki mapema wapenzi na mashabiki wa Simba ni kumbukumbu -kumbu ya Jean sherehe ya wa. Pia kukosa nafasi ya jioni, kukosa nafasi ya mwisho kabisa ambayo ilikuwa inaendelea ingeweza kutanua uh, ushindi wa Simba kuelekea mchezo wa robo finali wa nusu finali ya pili pale katika ardhi ya Madiba na kilichotokea kikubwa zaidi ni Chef Ondo Maron kujumuisha katika kikosi ambacho kinakwenda nchini Afrika Kusini huku akitokea majeruhi na majeraha, lakini wengi wanasema Chef Ondo Maron asipewe nafasi yoyote kwa sababu ametoka katika majeraha, lakini hajawa na game time, yani hajapata muda wa kucheza, hivyo anaweza kuletea timu madhara makubwa. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba Simba Sports anakwenda huko katika mchezo huu akiwa anaongoza goli moja kwa sifuri lakini anahitaji ushindi au suruhu au sale ya aina yoyote ili afuzu katika hatua uh, ya fainali. Suruhu yaani, e, iwe sifuri kwa sifuri, lakini sale iwe mbili mbili, tatu tatu au moja moja, Simba Sports anakuwa amefuzu katika hatua ya fainali. kikubwa kama bado haujaa miongoni mwa familia yetu hii ya michezo, tafadhali bonyeza maandishi mekundu alioandikana na subscribe. Asante.